Maimartha anasema kwamba amewapeleka polisi Haji Manara na mke wake Zaiylissa kwa kumtukana kwenye comments. Unakumbuka kile ambacho kilitokea ugomvi baina yao e, baada tu ya Maimartha kuanza kuwasema kupitia kipindi chake kile cha Umbea lakini baada ya hapo pia Haji Manara akasema kwamba atamchukulia hatua na kuna barua ambayo ilikuwa inasambaa mtandaoni ikisema kuwa ni ya mwanasheria wa Haji Manara ikieleza kwamba Maimartha atapaswa kulipa fidia ya shilingi bilioni moja kwa kuweza kumchafua Haji Manara. Sasa, Maimartha naye amewageuzia kibao e, baada ya comments ambazo anasema za matusi Haji Manara aliziweka e, kwenye peji yake, na hapa ameandika tu kwamba Manara na Zaiylissa wanasakwa na wanasakwa jeshi la polisi, ameweka mpaka namba na ya Arabia hii ni namba ambayo unapewa e, kama umeenda kufungua kesi na mtu anatafutwa ama mtuhumiwa anatafutwa, basi unapewa hiyo RB. Nadhani kwenye caption ameweka tunaomba Change yetu sasa bratha amedai bilioni moja. Binafsi nimedhamiria kumpeleka mahakamani, na wakati kesi inaendelea nitafungua kesi ya pili ya kudai fidia yangu ya, ya kutukanwa hadharani bila kosa ambayo fidia hiyo itakuwa bilioni tatu. Mambo mengi muda ni mchache. Kwa hiyo hapa anachokimaanisha ni kwamba kama Haji Manara anataka fidia shilingi bilioni moja, yeye anataka fidia shilingi bilioni tatu. Kwa hiyo Haji akate ile bilioni yake ambayo anamdai Maimartha, alafu ampatie bilioni mbili, yani wamalizani sijui unaelewa. Hiki ambacho amekifanya Maimartha ni kama kugeuza kibao, e, wewe si unasema unanishtaki mimi unataka fidia shilingi bilioni moja, na mi nakufungulia kesi kwa kunitukana e, kwenye peji yangu. And then mimi nataka fidia shilingi bilioni tatu. So kwa sababu nanidai bilioni moja, e, kata bilioni moja kabisa, alafu nipatie b bilioni mbili. Ndio hiki ambacho Maimartha anakifanya hapa so Zaiylissa, hiki ni kitu ambacho kimemchekesha sana. Ameamua kwenda kwenye peji yake ya Instagram na yeye kumjibu eh, Maimartha kutokana na hiki ambacho anakidai ama amekiandika hapa alichokifanya so, yeye ameandika kwenye peji yake ya Instagram. Kwanza ameweka tu imoji ya e, kijamaa kio kinalia, alafu ameandika kuna watu wanazeeka vibaya, Haji Manara, au umeenda Lindi na wewe? Nasikia tunasakwa na mama wa makamo alobakiza ngozi moja mwilini. Zailisa anaandika hivi ikiwa ni baada ya Maimartha e, kuweka hiyo taarifa ya kuwa Zailisa na Manara wanasakwa na polisi, lakini pia anapanga kuwapeleka mahakamani na awafungulie kesi, huku akidai fidia shilingi bilioni tatu. Sijui hili saga litaendaje, lakini hali ndio iko hivyo. Niambia kwenye sehemu ya comments hapo una mtazamo gani? Lakini pia nikukumbushe kusubscribe personally kwa taarifa nyingine kila wakati.